hu walgani mpenzi mtazamaji wa Fizz News 24 hii ni tv yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya jamhuri ya Demokrasia ya kongo ni muda wako mzuri wa kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la kiswahili msomaji wako ni mimi Safari Almas tega sikio na unipe macho mwanzo hadi mwisho Tuanzie na uko Kamanyola, ambako kisha mapambano aliyoendeshwa uko Kamanyola na Katogota hii siku ya kwanza wiki tunayo, kari ya wazalendo zidi ya M23, ambako kila upande unabaki ukishikilia maeneo ambayo walikuwa na shikilia kabla ya mapambano hayo taarifa tunazo ni kwamba wazalendo wanaendelea kusalia paka rogota huku M23 vile vilevile wakiendelea kusalia paka manyola na sehemu zenye kuinukia maeneo hayo, inaripoti taarifa katika vyombo vya habari mbalimbali. Hata hivyo mapambano mengine yanaendelea maeneo ya Mwenga, kari ya wazalendo zili ya M23 katika senta aluinji ya tarafani Mwenga, jumoni Kivu ya Kusini. Huko Uvira ni kwamba vuguvugu la machozi ya raia mjini Uvira limefanya shughuli za kuorozesha kesi za mauaji, jumbe za kuchochea chuki na mengine kwa muda wa wiki nzima, ambayo wiki iliyopita kesi tano ndizo zimerikodiwa. Zimesema dhuru zetu kwake, mwanasheria chako Changbon ane haliambatana na vuguvugu hilo la machozi ya raia, ametoa hapa maelezo juu ya malengo ya kuendesha shughuli hizo. Hii wiki tumekonstate vitu mbili, tumekon, tumekonstate mauaji ya vijana tano mauaji ya vijana tano movile ya Uvira na mteritware ya Uvira, kuanzia vijana wenye waliuawa mkartie kisongo na wale wenye waliuawa jana muteritware ya Uvira walikuwa umoja motari wa mkartie rugenge na na agent wa pepele mobile wa luvungi total, tukakamata vijana watano ndio wenye walikufa kupitia masafa ya pili. Tumekonstate kwamba katika ville na mteritwari ya Uvira a travers ma reseau sociaux piko monte ya mamessage ya hene makabila, watu wanachafuana selo makabila, watu wanachafuana selo maentere interet politique, watu wanachafuana selo ma position politique ambazo kabila tofauti ama watu wa kabila tofauti wako nazo. Ya tatu ambayo tumeshuudia mwa hii wiki ambayo imeisha ni kwamba maji ya milake Tanganyika imepanda sana zaidi ya sana, mpaka imeongeza hesabu ya wasinistre na katika vile na teritoare ya Uvira. Objective ya mtangazaji ni, ku, ni kufanya etadelie ya usalama ndani ya, ya vile ya teritoare ya Uvira, pia kupropose mapiste ya solution kwa wadesideri. Ndio maana kesho tuko na, na mpango wa kuona wakuu mbalimbali mkiwemo meya wa jiji administrateur adjoint ilikuwa nafanya interim administrateur katika teritoire ya Uvira mkiwemo wa kamanda wa la police lakini pia mukiweme komisare provencial la police memeiko hapa kwenye makao makuu ya, ya province ya kabambi, ni kuwa kupropose pia maaksio fulani fulani ambazo kila mtu aweza kafanya, akuwe wazalendo akuwe fardese, lakini pia wakati, na raia, namna gani tujitunge mwa hii wakati, namna gani tuishi na monde ya mai, namna gani tupunguze maneno ya, usaria ya nani ya, ya, ya chuki ama ya ukabila katikati yetu. Hiyo ndio ilikuwa demarshe ama objectif Kabambi ambayo upande mwingine ameongeza kuwa hali ya usalama sio nzuri katika njia mbalimbali, kwani hata kuongezeka kwa maji ni ukosefu wa usalama. M mtangazaji, hakuna insecurity normal haikuwaki, mteuri general sila security haikuwaki pati kuwa ataka moja ya mauaji hapo, wanasema insecurity nakuwa ya kabambi, ndio maana tumesema kwamba security ni kubwa kwa kwa hizi siku hodela ya makaa ambayo tumejisema watu hawana hawana amani, hawatembei, mauaji ni mengi, woga huko katikati ya watu. Utaelewa kwamba hali haijakuwa nzuri, watu kuserikeli mmoja wa kabila fulani ambazo kama vile the wafenserelo wa hatuoni vizuri, tukuwe na mapisa solution a moyen terme kwa wakati mdogo, a long terme kwa wakati mkubwa, a court terme kwa wakati ambao utakuwa wa kawaida. Kwa saa hizi wakati tuko na usalama mdogo wa, wa matazi usalama mdogo wa maji tuishi namna gani? Ndio maana tumetembelea wenzetu wa shirika jita, la kiraia ya sivila environmental, tukawaonyesha hisi hali iko na kuna aktivite kubwa ambayo tumewaambia wao waifanye, sababu wana ujuzi mkubwa mkubwa na mtangazaji na <laughs> na na <government>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> watu wengi wa watu nazan atapia vile ya Baraka na Fizi iko eparne maji yameongezeka kuwa mengi. tukiwa tuko katika muji wa Uvira ni kwamba walinzi kutoka wa kampuni ya wa wagenya protection gardinage wameendesha maandamano ya wa kuketi kwenye ofisi ya Census Uvira kwa kuto kulipwa mishahara yao ya miezi misita na shirika hilo. Kwa jambo hilo vuguvugu vugu la machozi ya raia mjini Uvira limeomba kwa wakuu viongozi wa Census kuvalia njuga swala hilo. Akizungumza na vyombo vya habari, Bwana musa alirutamu coordinator wa muundo huo amesema kuwa kwa sasa walinzi hao wanaishi maisha magumu kutokana na kukosa hela hasa ukilinga ganisha wanafamilia zinazowategemea kama anavyoeleza kwenye TV yako. Sisi vuguvugu vugu la machozi la raia tunatoa wito wetu kwa viongozi, kwa hali inowakili wa walinzi wa kampuni magenya protection gardiennage, ambao wanahudumu kwenye mashirika ya hifadhi ya jamii wala CNSS ya mji wa Uvira, ambao wanalalamika kuwa hawajalipwa mshahara wao kwa takriban miezi sita hii. Hali hii inaumiza sana kwa sababu maisha yao ya kila siku ni mabaya sana. Kutokana na ukosefu wa usalama na matatizo mengine yanayoendelea katika mji wa Uvira, kwa kulipa kodi ya nyumba, chakula, masomo ya watoto, walinzi e, hao wanapambana na shida kubwa za kifedha ili kugharamia mahitaji ya familia na mambo mengine muhimu. Wametuambia wameshaandika barua nyingi kwa kampuni bila majibu mpaka leo e, leo o, Jumatatu tarehe tano Mei wamefanya maandamano ya amani mbele ya ofisi yao iliyo katika kata la Kimanga mtaa wa stade maarufu kama rut mwami. Ni kusema sisi machozi ya raia tunachangia kilio hiki cha haki cha walinzi na tunadai kwa bosi wao Saint ese ya Uvira alete mabadiliko ya haraka kwa kulipa kile kinachostahili kwa walinzi wake. Sisi machozi ya raia tunaita mkurugenzi wa taasisi hiyo ya Saint ese hii ili kuchukua hatua za dharura ili kukerebisha hali hiyo inayotia wasiwasi kwa walinzi wao. Na kuongezea ni kusema, usalama nzuri nao utapatikana pale ambapo wale walinzi nao watakuwa wanalipwa vizuri na wanakuwa wanatiliwa katika hali nzuri, na watafanya kazi ya ulinzi kama inayowezekana na kulinda usalama ya taasisi hiyo ya Saint Tukijielekeza huko katika mji wa Baraka, mji ambao unapatikana katika mkoa wa Kivu Kusini, ni kwamba raia wa mji wa Baraka wameonyesha kero yao kufuatana na ubovu wa barabara kuu hata zile za mitaa zenye kufurika na maji kisha mvua kunyesha, na hivyo kupelekea baadhi ya sehemu kutokuwa na urahisi wa kupita katika mji huo. Walipozungumza na TV yako wananchi kadhaa wa mji wa Baraka wameomba kwa serikali ya mji kuchimba mifereji na kujenga pia vile vile kujaza sehemu zilizoharibika ili kudhibiti maji hasa kwa wakati wa masika. Uh, kutokana na mvula kwanza, naweza sema mvula ni wakati yake, na kama ni wakati ya mvula, hali nyetuko nayosa mwaii vile yetu ya Baraka ndio inahuzunisha ina sana paraporo na mifereji ni ya mingi sana mwahivileiti. Ya kusaidia kwanza ni kufanya kwanza makanali za mifereji apreari kufanya makanali za mifereji kisha, meri ya Baraka ilombe raia kuangalia gisi ya kujenga, juu majenzi nayo ndio inasababisha mifereji kuwa mingi. Labda kila mtu anajenga gisi na anajisikia hata, hata fasi ya mai. Ah, mimi nikijenga hapa, mwingine anajenga pale ile maiki chakutana na dijena inaleta mfereji asa ile mfereji kishakuwa pale haiko kanalize donc inaleta sana ma mfereji ma kila mara kila fasi kila fasi kila fasi. Maiki ikisema sema ivimbe na kule kote vile kuna alama donc hakuna mtu akupita wa kutoka huko kwenda huko waona, kutoka kule kwenda huko waona, yani ni shida tu sana mbaraka, kuanzia parking ya maison escale, vula ikinyesha hapa kabisa, watu wanabebwa kwanza mgongoni na mimi kama vile raia wa Baraka, naweza nikaomba viongozi angalau wangetengeneza hii mfereji ya cholongo, purke mai iende pale pa ile tio ya kushuka ngambo ya pili. Kwa wakubwa wa jiji letu la Baraka, waangalie namna gani waeza kututengenezea mabarabara kwa sababu barabara zinasumbua sana sawa vile, mfano hapa kwetu kwa tunashinda kwa kufanya kazi hapa kwetu fasi ya fasi na masomo ya, ya STM tunaona barabara inasumbua sana kabisa. Vule kinyesha hakuna kupita, vule kiisha moto kupita ni shida, bajaji kupita ni shida, manake barabara hapa inakufa kabisa. Ile ni maoni yetu yenye tunaweza kuambia wakubwa wetu, angalia namna gani watatengeneza hapa, kwa sababu panasumbua sana eh. Hey, wangalia namna gani wanaweza kuzungumza kule ku province, parce barabara inakufa ingali mwanzo, lakini kiendelea hivi italomba gharama ya mingi. Uh, ah, mimi nitasema kwa upande wetu sisi wa mota kuna sehemu moja hapa juu kutampreza ni sehemu ambayo ishakuwa mbaya sana, yaani mvua tu ikinyesha pale kunaharibika fukuko, sehemu ambayo kuko mashimo mashimo, ndio kunaweza provoka hata masida sana ngambo ya motari. Ukifika pale ni sherti ushushe watu na gisi mvula iko nazidi kunyesha ndo iko nazidi kuharibika. Yeah, naweza sema ku waongozi waangalie namna gani kurehabilite ile sehemu, kama ni salongo anafaa salongo, mabeni naweza kushusha hata maji ile sehemu, banaplanifia juu ya kulinda usalama wa barabara na wa waendeshaji wa mapikipiki. Huko Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ni kwamba leader wa kijamii wa ukanda wa mkoa wa Kivu Kaskazini Mmkandambusa ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuendelea kutoa misaada kwa wahanga wa vita waliokimbia toka Goma, Ruchuru na sehemu zingine, kwani hakuna msaada wowote ambao wamekwisha kuupata. Katika mazungumzo na asitokowa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Mmkandambusa amesema kuwa ni miezi mitatu sasa tangu wakimbizi hao wa ndani kukimbia maeneo ya asili na kupatikana kwenye ukimbizi, ila kuna msaada wowote toka serikalini imekuwa sasa miezi mitatu tangu mji wa Goma uliweza kuanguka kwenye mikono ya waasi wanamgambo wa M23 wa wakisindikizwa na jeshi ya Rwanda. Ni kusema zaidi ya wakimbizi walitoka Goma na kwenda kwenye maprovense kama vile Nord Kivu, Grand Nord na wale wakimbizi tangu miezi tatu hakuna mtu ambaye ameweza kuwapokea. Wengi wao wamepokelewa kwenye mafamilia dake na wanaishi ndani ya maisha ya naye wasumbua. Na miongoni mwa wale wakimbizi wa, wa vita waliotoka Goma, Ruchuru, nafasi zingine kunakuwa hata wa chef kutimie, kuna kuwa wakubwa, viongozi fulani fulani, na kunakuwa vile vile watu wa kila aina, na tangu hiyo miezi tatu hawajawahi kuwa arejistre kujua hali yao, na vile vile hakuna mtu ambaye anasumbuka kwa sababu ya wale wakimbizi ambao wanahitaji msaada irijama. Na ngambo, mm, ingine tunajulisha kama Goma ndani ya ma ma upango ya Monusco kuna wapasha habari na vile vile watetezi wa haki za binadamu ambao waliweza kukimbia huko, na imekuwa sasa miezi tatu, na wanaishi huko ndani ya makondisio zenye haziko za mzuri, ni kusema hawana liberte, hawawezi kutembea, na ndio maana tulikuwa tunaomba community international na wengine wakuu kwa kila mtu kwa ngazi yake waweze kuona gisi ya kuevakiwe watetezi wa binadamu na wajournaliste wanaokuwa ndani ya upango za Monusco pa Goma, wa mahali walipokimbilia, kwa sababu hali ambayo wanaishi sio mzuri huko, hawaishi ndani ya uhuru. Na tunanungunika kuona jeshi ya Sadek ambao wameweza kutoka Goma wakirudi kwao kuacha kwa watu wa Goma ndani ya shida kabisa. Wao wenyewe waliona gisi Goma ilianguka wamekuwa washuhuda gisi vitendo za, za, za, za ugaidi zinapitika Goma. Wakifika huko kwao, waende waeleze nini wameacha Goma, na watu wa Goma ni watu ambao wanahitaji uokovu ya haraka iwezekanavyo. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau, usisahau ku like kushare na kusubscribe ili, ili waanze kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almasi, sina la ziada nasema bye-bye.